Kuna kitu ambacho tunajisahau wengi ni kwamba neno kufunga ni, ni, ni lugha tu tafsiri, lakini ni kushinda na njaa bwana aa, kwamba hutokula siku nzima. Hasa hili jambo la kutokula siku nzima mara nyingi linahusiana moja kwa moja na masuala mazima ya afya, ambao hawa yapo kisayansi, sio kiimani, kwa watu wamezoea kufunga kama miaka watu wanavyofunga. Lakini ushauri ni kwamba ni sahihi zaidi kwa mtu kupima kwanza afya yake kabla hajaanza kushiriki ibada ya kufunga. Kwa hiyo mimi binafsi eh, bwana Nyundo, mimi naona Afande Sele kwa maneno haya aliyoyasema, ninaona yuko sawa na amekwenda sambamba kabisa na Uislamu namna jinsi ambavyo unavyotaka, kaenda sambamba kabisa na Uislamu namna unavyotaka. Asalamu alaykum na karibu kwenye mahojiano yangu na Sheikh Diwani, mmoja kati ya watu ambao kwa hakika wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya dini. Kwake ni sehemu sahihi ya kuja kupata elimu kwa yale ambayo huyafahamu, lakini kubwa zaidi muda huu tunazungumza kuhusiana na kauli hii ambayo aliweza kuitoa msanii wa muziki, naweza nikasema hivi, Afande Sele, mmoja kati ya watu ambao wakiongea kauli watu wanaechukulia kwa tafsiri kubwa sana. Hivi karibuni Afande Sele amezungumza kuhusiana na funga Alisema kwamba kabla Waislamu au kabla mtu hajafunga anlazima anatakiwa apime afya yake. Je, yeah, ni sahihi ya yeah, huyo mtu kufunga ama sio sahihi? Mmoja kati ya kauli ambayo imezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii hasa kwenye ukurasa wake yeye yeah, mwenye Afande Sele, wengi wame comment vile ambavyo wanavijua, wapo ambao wamempongeza, vivyo hivyo wapo ambao wamemtukana kwa kumdhihaki kusema kwamba yeye yeah, afahamu lolote kwenye masuala mazima ya Uislamu. Nazungumza na, na Sheikh Diwani atuambie kile ambacho Afande Sele amekizungumza ni halali ama ni batili. Sheikh Diwani assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bila shaka umesikiliza ama umesikia kauli ambayo alikuwa amezungumza msanii wa muziki wa Bongo Flava, kwa maana kwamba Afande Sele, kabla waliokuwa kwenye mwezi wa mtukufu Ramadhani, kabla mjafunga ni, ni, ni, ni lazima mfahamu afya zenu hii. Mm, kauli unaichukuliaje hasa? E, kwa mimi binafsi namuona Afande Sele katika kauli hii yuko sawa, yuko sawa kabisa, kwa sababu ndivyo hasa inavyotakiwa, kwa sababu funga ni kwa walio wazima, funga sio kwa wagonjwa, na kwa katika hali ya namna hiyo. Sasa yeye aliposema ni vizuri watu watafiti au wacheki kwanza afya zao ni jambo bora, wamepita sawa sawa kabisa, na aya namna jinsi ambavyo inavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: faman kana minkum maridan au ala safarin faiddatun min ayamin ukhra. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, yoyote yule ambaye atakayekuwa miongoni mwenu kafikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikawa mtu huyo ana maradhi maradhi ambayo yanayohatarishwa na yeye kutopata chakula, faiddatu min ayamin ukhra, basi huyu natakiwa alipe katika masiku mengine pindi ambapo maradhi yatapokuwa yamemwondoka. Kwa hiyo huyu Afande Sele aliposema ya kwamba ni vizuri watu wacheki kwanza afya zao, yuko sahihi. Sidhani kama kuna tatizo katika hili, yuko sawa, kwa sababu swaumu ni kwa ajili ya watu wazima, yani wenye afya. Ndivyo ja Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amesema. Ima lile neno ambalo aliosema kwamba kufunga ni kukaa tu na njaa, yaani kuanzia asubuhi mpaka jioni kukaa na njaa, hili ndio neno ambalo amelikosea tu, ni hilo ndo ambalo kalikosea, kwa sababu kukaa na njaa anaweza kukaa mtu yoyote, lakini kufunga maana yake ni Yani, alimsaku an jamii lmuftirat ni kujiziwia kutokana na yote au vyote ambavyo vinavyomfanya mtu akawa kafungua. Kwa mfano, kuingilia mke wa halali wakati wa mchana wa Ramadhani hii imeziwiliwa, sawa. Yani mtu akiwa kafunga imeziwiliwa, lakini kadhalika vile vile kusema uongo imeziwiliwa, lakini kadhalika vile vile kusengenya imeziwiliwa lakini kadhalika kufanya muharramati, mambo yale ya haram haram, yameziwiliwa. Ikiwemo na tendo la kula halali limeziwiliwa. Hii ndio inaitwa alimsaku jamiu nahari, yani kwa maana alimsaku fi jamii nahari, kujiziwia katika mchana kutwa ani lmuftirat, kutokana na vile ambavyo vinavyofunguza katika hali, siyo kukaa na njaa. Kama jinsi ambavyo alivyosema, ni kweli wapo watu wakifunga wanahatarisha maisha yao. Hapa lazima watu wajiulize katika mambo mawili. Jambo la kwanza, ipo hadithi Bwana Mtume anasema sumu, sumu tasihu Fungeni ili mpate afya. Watu wanahau hapa, wakasema hii inaitwa fiilu talab, kwa maana ni kitendo ambacho kinachowataka watu wakifunga. majibu ya kufunga kwao ni nini wanachokipata? Anasema tasihu, mtapata afya. Maana yake intasumu, kama mtafunga, tasihu, mtapata afya katika hali namna. Hapa kuna maswali ya kujiuliza: ni maradhi gani ambayo ukiwa nayo ukifunga unapata afya, na ni maradhi gani ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema mkiwa nayo kuleni, mtalipa katika masiku mengine? Ndio hichi kitu alichosema huyo Afande Sele. Mimi sidhani kama alichokisema hiki amekosea, bali watu wanachokifanya wao wanamtazama msemaji ndio shida iko hapo sasa. Haya ni makosa, ni makosa kidini, ni makosa kisheria. Kwanza kumtukana mtu katika, kwa sababu tu ni mtu ambaye wewe humtaki, kwa kuwa wewe humtaki basi unamtengenezea nani mabaya na kumtukana. Kwanza kumtukana mtu haitakiwi, si katika fitra, si katika maumbile ya dini tukufu ya Kiislamu. Unatukana nini sasa? Yani kutukana ndio maana yake nini yani? Yani iliwe nini kwa matusi unafundisha nini? Labda hapo aliposema kwamba mnashindana njaa, sasa nikumuelekeza tu ni kumweleke... Tena we mwenyewe ushasema huyu hajui kitu. Aya, kama hajui si ndio aelekezwe? Hajui anatakiwa atukanwe au hajui anatakiwa aelekezwe, eh? Kwa hiyo unakuta sasa waislamu tu, tuna mihemko ya ovyo ovyo sana na hasa katika zama za sasa. Eh, tuna mihemko ya ajabu ajabu kabisa katika hali za namna hiyo. Sasa pale ambapo tunaposema kwamba Mwenyezi Mungu anasema atakayekuwa mgonjwa alipe masiku mengine. Ni ugonjwa gani? Na huku na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fungeni mtapata afya. Tunapata afya kwa maradhi yapi? Hapa lazima tujiulize. Kwa hiyo ndio maana huyu bwana aliposema ya kwamba ni vizuri mimi nimemsikiliza vizuri, ni jinsi alivyosema, ni vizuri ni vizuri. Unaelewa maana ya ni vizuri, sio lazima. Anasema ni vizuri watu wacheki kwanza afya zao. Sasa makosa yako wapi hapa katika kauli hii? Kauli imenyooka kabisa, iko safi, wala haina shida katika. Sasa watu wanamtazama yeye mwenyewe jinsi alivyo, ndio wanahukumu watu kwa namna jinsi alivyo. Mmoja ana maneno ya hikma ambayo anayosema anasema katika maneno haya ya hikma na busara yanatakiwa watu wayazingatie sana, la tandhur man yaqul fandhur ila maqala. Siku zote maneno haya anasema, usimtazame anayesema ni nani. Haya maneno anayoyasema ni nani? Ukitazama hivyo utawa, utawatukana watu bila haki. Fandhur maqala, kilicho bora zaidi ni wewe kutazama anachosema ni nini Sio anayesema ni nani. Wewe ukimtazama anayesema kwa maana ya nani, itabidi umtukane, um, umpe majina mabaya mabaya kwa sababu tu wewe ulichotazama, unatazama msemaji ni nani. Lakini ukiwa unatazama anachosema ni nini, basi bila shaka unaweza ukapata faida kubwa sana. Watu wa Maka walichokifanya ni hichi ambacho baadhi ya watu wanafanya kwa huyu Afande Sele. Baada ya Mtume Muhammadin sallallahu wa barik wa salama kupewa utume, kisha watu wa Makka pale wakawa wanasema, yani mtume atakuwa huyu? Amezaliwa tunamuona katika familia maskini, familia duni. Hapa kuna matajiri, kuna watu wana shuhura, wana umaarufu mkubwa, wasiwe hao mitume, aje kuwa huyu? Unaona mambo jinsi yalivyo. Wao walikuwa wanatazama nini? Man yaqul yule anayesema, hawatazami kile anachokisema bwana mtume Muhammad. Kwa hiyo kuna watu walimkataa bwana mtume kwa sababu tu kwamba kazaliwa, wao wanamuona kakua, wanamuona wao ndio wana umaarufu mkubwa, wao wana, wana utajiri mkubwa, wao wapo kadha, basi hicho tu ndio kilichowapelekea kumkataa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna watu pia wanapelekea kukataa maneno ya haki kwa sababu tu yanatoka kwa mtu ambao wao wanamdhani mtu huyo ni mtu wa Batili. Hii ni hatari sana, ni hatari sana huyu. Bwana alichokisema mi naona iko sahihi tu, kasema vitu sahihi. Kwa mfano, kuna vitu vinavyoitwa quruhatul maadiyatul hadda, kuna vidonda vya tumbo ambavyo ni chronic, ni hatari sana kwa mtu mwenye maradhi haya, vidonda vya tumbo ambavyo ni chronic, ni hatari sana huyu mtu, lau kama atafunga ana hatari ya kupoteza maisha lau kama atafunga ana hatari ya kupoteza maisha. Kwa mazingira kama haya, Uislamu unamwambia huyu afanyeje? Ale. Kula kwake huyu mtu ndio undio uchamungu na kufunga kwake ni makosa makubwa, kwa sababu anaweza akahatarisha ma maisha yake, anaweza akahatarisha afya yake katika hali. Kwa hiyo kwenda kupima, madaktari wakathibitisha kwa maradhi haya unaweza kufunga Akafunga hamna tatizo, ni jambo zuri. Au madaktari wakamwambia, kwa maradhi haya tulia. Kuna wale watu wana maradhi anaitwa samamatul qalbia, valvu za moyo ambao zilizotanuka, hawa wanaishi kwa madawa, yani kila baada ya masaa mawili au matatu lazima ameze vidonge kuanzia sita na kuendelea. Huyu mtu naye unamwambiaje funga mwezi wa Ramadhani? Kwa hiyo lazima huyu mtu kwa mujibu wa tar taratibu za kisharia zinamwambia huyu mtu ale, kula kwake ndio uchamungu katika hali za namna hiyo kuliko kufunga katika mazingira kama haya. Sasa huyu akiambiwa ni vizuri acheki afya yake kabla, kosa liko wapi? Hakuna kosa. Kwa hiyo tusitazame anayesema, bali tutazame kinachosemwa, kwa sababu wakati fulani kinachosemwa kinawezekana kikawa ni haki, lakini hatari tunaifanya ile haki kuiziba kwa ajili ya kutazama, yani ya kumtazama mtu mwenyewe namna jinsi alivyo. Hii ni hatari na kuna usemi mwingine unasema hivi. Ambapo ni muhimu sana watu pia tuweze kuzingatia. Usemi huu unasema, unapozidisha mapenzi kwa mtu haramatikal haqa basi ukimpenda sana mtu basi itakunyima kuifahamu kui haki kutoka kwa mtu yule. Yani kama mtu ambaye wewe unampenda sana atakifanya kitu cha hovyo, we utampigia makofi tu, utasema kwamba kafanya cha sawasawa kabisa. Sasa balance mapenzi yako kwa mtu huyo, ili cha haki kisema haki, cha batili sema batili. Na iwapo kama utamchukia mtu basi kadhalika, basi ile chuki ina tabia ya kukuziwia ile haki anayesema yule mtu, wewe usiione. Kwa hiyo kauli ambayo inayosema iwapo kama mtu atamchukia mtu, basi isikupelekee ile chuki yako ya, ya kumchukia ya mtu, basi ile haki yake na uzuri wake wewe usiuone. Katika hali, kuna watu wako hivyo, kwa kuwa yeye anamchukia mtu, basi hata mazuri ya yule mtu hawezi kuyaona yote, ya kwake yatakuwa ni mabaya tu, kutokana na ile mihemko ya chuki ambayo yeye anayemchukia mtu yule. Sasa taratibu za dini haziko hivyo, zinahitaji ubalance kiwango cha mapenzi yako kwa mtu, lakini kadhalika inatakiwa ubalance kiwango cha chuki zako kwa mtu. Walio wengi akikuchukia, basi hata zuri lako kwake baya tu; akikupenda, basi hata baya lako kwake zuri tu. Sasa Uislamu hauko hivyo Anasema ahbib habibaka hauna ma asa an yakuna baghidaka yawma ma wa abghid baghidaka yawma ma asa an yakuna habibaka yawma ma. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad, anasema namna jinsi ilivyo mpende unayempenda, lakini kadhalika weka kikomo katika mapenzi yako na namna unavyompenda kwa sababu huyu anaweza akafanya tukio la hovyo. Basi katika lile tukio la hovyo utakuwa ni rais kuliona kwa sababu gani umempenda kwa wastani. Lakini ukimpenda mazima, akifanya baya kwako zuri. Lakini wa abghib baghidaka yawma hauna ma, lakini kadhalika na umchukie yule ambaye unamchukia kwa kiwango, usichukie kwa mpaka ukapitiliza ikawa hata zuri yanayolifanya kwako we baya tu, isiwe hivyo katika hali za namna hiyo. Nikukatishe kidogo, uliposema kwenye mapendo watu huenda wakahamishia kwenye ndoa. Hmm, wakasema, shee mbona kama ana, ana, ana, ana, ataki mtu ampende mume wa mkewe zaidi. Hata mke na mme pia anatakiwa tupendane kwa wastani, sio zaidi, hmm. Eh, ukipendana kwa wastani ndio utaratibu wa mambo jinsi ulivyo, kwa sababu utakosoa mabaya ya mkeo na mke atakosoa mabaya yako, kwa sababu mmependana kwa wastani. Lakini ukipendana mazima, manake mabaya yako hawezi kukosoa na we ma, ma, ma, ma, ma, mazuri yako ha, atakuwa, yani mabaya yako hawezi kukosoa atakuwa anaacha. Kwa hiyo katika hali ya namna hiyo, na wewe utakuwa unaharibikiwa pia. Lakini kadhalika na hata ukimchukia mtu ni hivyo hivyo, mchukie wastani tu, kwa sababu hakuna mtu mwenye mabaya tu asiye na mazuri, hayupo. Na hakuna mtu mwenye mazuri tu asiye na mabaya, hayupo, hayupo kabisa. Mwenyezi Mungu hajaumba duniani mtu wa hali ya namna hiyo. Huyo ambaye kazi yake kumtukana, labda huyu bwana kwa haya aliyosema, inawezekana yeye huyo anayetukana ana mabaya zaidi kuliko hata huyu bwana, kwa sababu kule nyuma Afande Sele alishawahi kukosea. Sawa, Kwani kukosea si alikubali makosa yake? Nakumbuka na, na, na alikubali makosa yake kwamba nimekosea, na akaomba radhi. Sasa mtu akishaomba radhi bado anaendelea kuhukumiwa? Hapana, maana yake akishaomba radhi hayo yameishia hapo, watu wanaanza kuanzia hapo, anaendelea haya ya mbele katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo mimi binafsi eh, bwana Nyundo, mimi naona Afande Sele kwa maneno haya aliyoyasema Ninaona yuko sawa na amekwenda sambamba kabisa na Uislamu namna jinsi ambavyo unavotaka. Kaenda sambamba kabisa na Uislamu namna unavotaka. Kwani ndio maajabu kwa maana ya Afande Sele kuwa kasema cha sawa? Mbona nani nani sheitani alishasema cha sawa? Tazama katika wakati ambapo Abu Huraira alikuwa anahifadhi tende kwa ajili ya zaka. Siku moja anakwenda pale kutazama zile tende kwa ajili ya zaka akamkuta kibibikizee pale kinaiba zile tende akaikamata, alipoikamata kile akamwambia kwa nini wewe unakuja kuiba hapa tende akamwambia naomba uniachie mimi nina familia familia yangu ina hali duni na hivi na hivi na nini akabasi nakuachia lakini usije tena alipotoka pale Said e, e, Abu Huraira akaenda kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akamwambia Rasulullah alipofika tu pale mtume akamwambia ya kwamba yule ule mkamata jana alikufanya nini yani yeye ya hajamhadithia mtume lakini mtume akamwambia yule ule mkamata jana alikufanya nini Akasema yule bana nimemkamata alikuwa anaiba tende. Kakwambiaje? Akasema kanambia hatorudi tena. Mtume akamwambia kakudanganya na leo atarudi tena. Ah, kweli kamenam. Sasa Abu Huraira kwa kuwa ameambiwa na bwana mtume kwamba yule kadanganya na atarudi tena, akajua bila shaka ni kweli atarudi. Akakaa sasa imara pale. Kweli kamuona huyo anarudi tena kuja kuiba tende. Kamkamata tena kamu, kamara, kwa mara ya pili. Alipomkamata kwa mara ya pili akamtolea tena udhuru huo, kisha Abu Huraira akamwacha akamwambia, usirudie tena, mara ya mwisho hii, sawa? Basi akaenda tena kwa bwana mtume. Mtume akamwambia, bana, si nilikwambia atarudi yule? Kambia naam, kweli karudi. Akamwambia, na leo atarudi tena, mara ya tatu. Basi Abu Huraira kafika kafika pale katika zile tende, mara yule bwana kaja tena, kamkamata tena kwa mara ya tatu alipomkamata akamwambia, kwa sasa hivi sikuachi, lazima nikupeleke kwa Bwana Mtume Muhammad, na mwizi siku zote anakatwa mkono, iwapo itathibitika, kiwango kile kikifika cha kukatwa mkono. Katika hali za namna hiyo akasema, basi naomba naomba radhi bana, sirudi tena, unajua ni njaa tu na shida na mfano hayo. Akawa anasema katika hali za namna hiyo haya kisha baada ya hapo sasa, akamwambia basi naomba uniachie, ila nitakufundisha kitu ambacho ukifanya kitu hicho, mimi pamoja na vizazi vyangu hatuwezi kuja kufanya wizi tena. katika hali za namna hiyo akamwambia, nifundishe. Akamfundisha, akamwambia, basi hapa, wakati una hifadhi zitende zako, inatakiwa uzisome ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyumu, mpaka mwisho. Baada ya hapo akamwachia, akaenda zake. Asubuhi inafika anaenda kwa Bwana Mtume Abu Huraira anafika pale, anamwambia Bwana Mtume kilichotokea jana. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akamwambia, unamjua lakini yule aliyokuwa umemkamata siku zote tatu? Kaambia kweli, sijamjua ni nani. Kaambia yule alikuwa ni Ibilisi, shetani yule E, eh, ni shetani yule ndo ambaye alikuwa anakuja kuiba, lakini kadhalika yeye ni muongo sana, ila haya mafundisho aliyokufundisha ni mafundisho ya kweli na yaliyo sahihi katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo akawa amefundishwa mafundisho sahihi, yanatoka kwa asiye sahihi katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo sio maajabu leo akitokea Afande Sele au mfano wake wakasema maneno yaliyo sahihi, yakawa yanatoka kwa asiye sahihi, shida ni nini? Tunachokifanya, tunachukua yaliyo sahihi uleo ambao usio usahihi wa, wa, wa kwake mwenyewe tunamwachia mwenyewe. alhikmatu dhallatul mu'mini, ilmu ni kipotewa cha muumini. fa ainama au ainama wajadaha fa huwa ahaqu, popote atapoikuta ilmu mtu ana haki kuichukua, hata kama itakuwa inatoka katika kinywa cha mwenda wazimu. Ilmu hata kama itakuwa inatoka katika kinywa cha mwenda wazimu una haki ya kuichukua popote unapoikuta. Sasa huyu bwana akasema maneno sahihi kabisa. Jamani, kasema maneno sawasawa sawa. Ni vizuri watu wacheki wa afya zao, ni kweli, kwa sababu kuna watu wengi wanakufa baada ya saumu. Ni sahihi, na mimi kuweka katika baadhi nitakuja kuweka takwimu za watu wanaokufa baada ya kwa kwa sababu maana, wakiwa na maradhi gani hawafai kufunga na wakiwa na maradhi gani wanafaa wafunge, sana ili waweze kupata afya. Kwa mfano, kuna watu wana yanaitwa anaitwa mrad naqbas. Anakbas ni maradhi yale ya kubabuka ngozi. Kuna mtu anababuka ngozi unaona ngozi kama imeungua ungua hivi inakuwa hivi kwenye mikono humu kwenye mdomo humu ile hali inamtokea mtu huyo. Mara nyingi sana wale mabwana wa hali ya namna ile, tiba yao sahihi ni saumu. Kufunga tu. Yaani, wakifunga wale mabwana basi, zile kuna vitu ambavyo vinavyoitwa yani zile chembe chembe ambazo zinaitwa almilanin. Kwa sababu maeneo yale zile almilanin zinakuwa zimekufa, au zinapoteza mwelekeo au zina, zina ugonjwa zinaelekea kufa. Sasa huyu mtu anapofanya saumu katika hali ya namna hii, mfumo ya mzunguko wa damu huwa unakuwa mzuri sana katika mwili wa mwanadamu. Ukiwa mzuri sana katika mwili wa mwanadamu kwa maana oksijeni inakuwa safi zaidi. Ikiwa safi zaidi katika mwili wa mwanadamu ina uwezo wa kwenda kutengeneza zile almilanin. Milanin zikiwa sawasawa, sawa basi hata ngozi zina, zinaanza kurejea katika muonekano wake na rangi yake ya kawaida katika hali za namna hii. Kwa hiyo unakuta ndio mtume anasema fungeni mpate afya katika hali. Fungeni mpone. Alafu, Mungu anasema mkiwa wagonjwa mtalipa katika masiku mengine patamu sana hapo insha Allah. Sawa. Kuna watu ambao wanaonaga video zako, lakini wafahamu kwamba unapatikanaje na vipi ambavyo wanaweza kufikia kwa lengo la huduma zako zipoje, hasa kipi sawa, na kipi utakipata kutoka kwako hmm. E, sisi tunapatikana hapa Mbagara, Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea Jeshini, na kwa namba zetu za simu ni sifuri saba moja mbili thalathini na moja sitini na mbili ishirini na mbili au sifuri saba tano sita sitini na tatu arobaini na mbili sabini na saba. Na tunashtaghil au tunashughulika na majambo mbalimbali, ikiwemo amradhu lfiziai maradhi ya kibiolojia mbalimbali ambayo yamefanyiwa vipimo na madaktari wakathibitisha Haya ni maradhi kadha na watu wakajaribu kutumia madawa ya aina kadha, ikawa bado hawajapata nataiji mbalimbali. Lakini kadhalika, tunafanya visomo vya dua kwa watu wenye maradhi ya aina mbalimbali mbali, kwa wale wenye masihri machawi, lakini mahusda zimewasibu, lakini vijicho vimewasibu, na mfano wa hayo, biidhnillah tunafanya hapa, tunatoa ushauri. Mwenyezi Mungu ajalie kila khairi, khairi kubwa zitapatikana inshallah.